Gumzo la spoti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani kwa hisani ya Maybets. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam ha. Uh, hali shwari kabisa no. Uh, bila sema ili koti kweli wanda la vikao no. Sisi wanahabari wa michezo Ndiyo. ni tracksuit vijezi Mm. na sneakers, lakini mara moja moja ukiitwa na marais wa mashirikisho. Dio. E, ni mchakato umeanza wa kumtafuta atakayekuwa rais wa kamati ya Olimpiki nchini NOCK. Okay. Mm. Maana Paul Tergat anaondoka. Mm. E, Aprili 24. Naam. Sasa baadhi ya wagombeaji wameanza kuzindua. Dio. Ulimwona Shadrack Mtu, Mtuku. Naam. Uh, Mtuku huyu ndiye katibu. Naam. Wa NOCK. Francis Mtuku ndiye katibu. Dio. SG. Naam. E, ametangaza leo rasmi, atawania urais. Okay. Na anatarajia upinzani mkali, duru zinaarifu kutoka kwa Shadrack Maluki. E, Maluki ni mmoja wapo wa wana marais wawili nok. Sasa yeye ni mmoja wapo wa marais hao wawili. Okay. Kwa hiyo ndio tukua vikao tunajaribu kupima maji na unga mm, na nitakuja hapa nitakuwa na mfululizo wa vipindi. Kama tulivyofanya jamani. FKF ni I hapa, ehe, kadi ya turufu ni Hussein Mohamed nikawambia jamani, mm, najua kuna vikao ambavyo si koti kama hizi peke yake huvaliwa, manake mm, hii koti mara mwisho niliona na Charles Njonjo mm. Eh, hii si chini ya laki moja eh, hayati yule eh. Sasa habari kubwa ya mjini ni um. Matasi, na sasa kuna habari niwezipata, sasa ndelee eh. naomba iwe ni uongo. Uh, tutamsikiliza uh, mwenyekiti wa Kakamega Homeboys ambaye ni Shimanyula. Nimezungumza naye uh, habari ambazo nimezipata sasa hivi. Kwanza, FKF imetoa taarifa kwamba wameanza uchunguzi mm, na yeyote aliye na habari awasilishe. La kwanza, pili, pia kuna habari kutoka kwa Matasi kwamba atachukua hatua za kisheria dhidi ya mhusika ambaye alitengeza AI generated video <laughs> na habari pia alizonazo no? Ni kwamba alipokea kima cha milioni kumi na mbili na alishirikiana na wachezaji wawili wapo nchini ili wapange matokeo ya mechi kumi, hizo hey, ndio habari ulizonazo. Na m -m Matasi tangu hapo mechi ni nyingi, ligi hapa nyumbani na nje, amekuwa akizungumzwa sana kutokana na baadhi ya vigoli kwenye mabano. Sasa tulisema tulisema. Eh. Eh, bwana nilipata nafasi ya kuzungumza na Shimanyula. Shimanyula ni mwenyekiti wa Homeboys, ndiko anakocheza nani, Matafi, Matasi Toto. na unakumbuka kuna wakati aliwahi kumfukuza kocha wake kule Homeboys, Paul Mkata Mganda Diyo. na wachezaji kama wawili kwa tuhuma za upangaji wa mechi, matokeo. Kwa hiyo nitaka kujua anahisi vipi, na si mara ya kwanza timu yake imehusishwa na masuala kama haya. Msikilize Cleophas Shimanyula. Haya ah, bwana Radio 47 hapa, bwana Shimanyula, hizi hizi habari za matasi, wewe ni mwenyekiti na ni mwajiri wake, umezipokeaje? Ume na labda ni hatua gani mmechukua? Sisi eh, kama timu ya Kakamega Homba, matasi makosa alifanya? Ame- tangu akuja hapa, amemaliza mwezi mmoja, amecheza game tatu na zote ametoka na clean sheet. So kama kuna makosa, mtu akona evidence, nafikiria ndio anaweza chukulia hatua na ule mtu amekosewa na hii si mara ya kwanza, unakumbuka hata wakati unagombea urais wa FKF ulikuwa umezungumzia hili swala la kupambana na match fixing. Uh, si, si mara ya kwanza habari kama hizi zimemfika mchezaji tuseme, yaani mhusika wa timu ya Kakamega Homeboys Ume, umezipataje hizi habari kwa mara nyingine? mm, kwangu nakwambia habari sio mzuri, lakini nategemea mtu amekosewa. yeah, na nani? yeah, na uko, yeah, na evidence gani unanipata vizuri, sababu hii mambo inatokea, alikuwa Kenya police, hii maswali inatoka, nikaalikiwa Kenya police na polisi ndo ana uwezo wa kufanya uchunguzi wote, wako na DCI wako na OCS wako na county commander wako na regional commander, yaani mambo yote uchunguzi uko kwao. Mwisho kwa msikilizaji wa Radio 47 Shimanyula, unamwambia una matasi, yuko katika hali gani? Kama umezungumza naye na upo uwezekano kisaikolojia, labda mechi kubwa dhidi ya KCB na Homeboys akahusika, yukoje wakati unazungumza naye? Mimi kwangu nilipata hiyo video so, jana usiku yoda. Nikampigia nikaambia Matasa, umeona vitu inatembea hii, umeiona? kasema hapana. nikaambia acha nikutumie, nikamtumia katika kutumia. kutumia tena bado, akanipigia mwenyewe, nikamuuliza hii ni ya siku gani? Akaniambia hata mi nashanga ni na nini wananiambia. So kwangu nitasema kwamba kama kweli kwa alifanya match fixing, na apatikane na kwa na kwa evidence ya kutosha, wale kama ni shirikisho itamchukulia hatua ama kama ni FIFA imchukulie hatua, lakini Homeboys hatuna maswali naye kwa sababu hajatukosea. Haya, na nashukuru sana, tutazidi kuwasiliana na salamu zangu kwa Kakamega Homeboys wote, asante. Na pia naam, tumesema kwamba kama kocha wake wa goalkeeping, ataona ako sawa kwa game ya weekend atacheza. Okay, yes. Haya, wacha tusubiri <laughs> taarifa kubwa sana asani. <laughs> manake na... ukifuatilia <laughs> hapa Kenya nadhani hatuna sheria na weekend wanacheza na KCB. Kisaikolojia sidhani kama Matasi anaweza akacheza. Umesema jambo ambalo aliwahi kulisema ni kimwendo wa rais ambaye aliondoka, kwamba hapa Kenya Bilimia mingi kupeleka mahakamani, kwamba umepanga matokeo ya mechi. Hakuna sherehe inayosema kwamba ni kosa <laughs> so okay, yani, utaachiliwa yani. Najua ukiiba ama ilikuwa tu watu wameamua tu kwamba waiachie tu na nafikiri mpira wa Kenya hujakuwa na visanga kama hivi mm. Tulikuwa na mazoea kwamba ukienda bara Asia, Ulaya, umeelewa tangu wakicheza kina Motego kina Lamdhigo hukuwahi kusikia mambo kama haya. Kwa hiyo naambia kuwepo, lakini natakiwa sasa hivi shirikisho la soka na, na si soka tu. Aa, na kama ilivyo kwenye utumiaji wa dawa za kutitumua misuli Ndiyo. Mashirikisho haya yote kwa kushirikiana na wabunge waandae sheria Ndiyo ipitishwe Namu. Itiwe sahihi Ndiyo. Iwe sheria kwamba ukihusika katika upangaji wa matokeo Namu. Sheria za kuchukuliwa ni hizi Namu. Yani sasa hivi Matasi kwa madai tulionayo, akafikishwa mahakamani, unajua, utaambiwa ni kosa gani. Yani unamshtaki kwa kosa gani? Hassan, mambo mawili mm. Jambo la kwanza Wakenya wanauliza iwapo ni kweli Matasi anahusika mm -hmm. na upangaji wa matokeo Naam. Ama alihusika uh -huh. Je, kwa nini ilikuwa kila wakati anapewa nafasi ya kuwa mlinda lango si kwenye timu yake ya klabu mm. wala si ya taifa amecheza kwingi. Hilo ni la kwanza. uh -huh. La pili linatuweka wapi na uongozi wa FIFA? Amecheza vilabu mbalimbali mbali. na, na mchezaji mzoefu wa timu ya taifa amecheza na. mpaka nje ya nchi na. Na, na Matasi, ukiangalia hiki kinachofanyika sasa hivi kinaliweka soka la Kenya katika hali ha, mbaya sana, sana. sana. kama ile ya utumizi wa dawa za kulevya. Kwa nini nasema hivi Unakumbuka kuna wachezaji Edgochen fighter kutaja, mm -hmm. baadhi yao mm -hmm. pigwa marufuku na shirikisho la soka FIFA Ndiyo. kwa kupanga matokeo. asikudanganye mtu kwamba ni matasi peke yake mm -hmm. upangaji wa matokeo wa mechi na. si mchezaji mmoja yes. kama ni goalkeeper atazungumza na defenda wake yeah. ama mshambulizi yeah. kocha atahusika, shirikisho pia litahusika no. yeah, kwa sababu kikubwa, kikubwa sana ni skendo kubwa sana sana, sana, sana. sana. akajitokeza aseme mu, mu, mhusika ni huyu. Na, na wajua haya ni madai tu. Mpa, shere, ni kama juzi ameachiliwa Sepp Blatter, eh, au na hatia homeboys. Na kesi ya muda mrefu yes, yes, yes, yes. Lakini unakumbuka Nkata pia alikuwa kocha pale, wakajitokeza watu, kuna wachezaji baadaye hujitokeza akasema, kweli nilipewa senti bili. Wajua ufanyika vipi? Kwa mfano maambiwa tunakwenda kucheza na Gabon na. Hakikisha dakika ishirini za kwanza tumefungwa mabao mangapi? Mawili, mawili ama hakikisha dakika kumi za kwanza Nda. kuna kadi nyekundu Mjio. Mjio. Manake, so eh, kwa hiyo dakika kumi zikipita na kadi nyekundu ai eh, kutokea, hulipwi maana hukutimiza, hadi kwa hivyo hii hela ni eh. eh, kwamba haujapewa mwanzo mwanzo labda utapewa nusu unapewa mm. bonus. Sasa utaona ah, kumepigwa kona, goalkeeper ameacha mpira, ameenda amepiga mchezaji konde amekula kadi nyekundu. Ah, na haya matokeo, unajiuliza nini, huyu ni wazimu gani? Wajua tulikuwa yeah. tunajiuliza ni wazimu gani? yeah. ametatizika kisaikolojia kivipi? mm. ama wamesema kadi nyekundu itokee dakika arobaini sasa naam. so, kivyo vyote vile akiona hamuingii mlangoni pwake hamji kwake, anaingia ndani mwenyewe ataingia, labda tukio limefanyika kule katikati ya uwanja Inafaa wewe uonyeshwe mm, kadi nyekundu. Unashangaa mchezaji ametoka kote kule mbio amekuja, anamsukuma refari, anamsomea Nini? Nini? Nini? kadi, Nini? E, toa kadi! Refari anamwonya, we umwona mpaka mchezaji anamnyang'anya refari kadi. Bane anataka apewe nyekundu makusudi. Huu mtego wa panya, huingia waliomo na, na hata wanahabari wamo. Ala na wakimaliza na, na matasi uchunguzi ukikamilika, eh, waanze na onana. Hilo limekuwa Gumzo la Spoti, vidokezo.